Katibu wa Bunge Baraka Leonard, amewaita Wabunge wateuliwa wote kufika Dodoma kuanzia Novemba 8 hadi 10 mwaka 2025 kwa ajili ya shughuli za usajili na taratibu nyingine za kiutawala kabla ya kuanza kwa mkutano wa kwanza wa Bunge la 13. Kwa mujibu wa tangazo la Rais lililotolewa kwenye gazeti la serikali toleo maalum namba 11 la Novemba 4 mwaka 2025, kikao cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa Bunge kitafanyika Novemba 11 mwaka 2025. Katika shughuli zitakazofanyika katika mkutano huo ni pamoja na kusomwa kwa tangazo la rais la kuitisha Bunge, uchaguzi wa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wapisho wa wabunge wote. Shughuli nyingine ni kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu, uchaguzi wa naibu spika na ufunguzi rasmi wa Bunge jipya utakaofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan. Aidha, Katibu wa Bunge amesisitiza kuwa Wabunge Wateule wote wanapaswa kufika wakiwa wamevaa mavazi rasmi na wakiwa na nyaraka muhimu zikiwemo hati ya kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa Mbunge, Kitambulisho cha Taifa, Kadi ya Benki yenye namba ya akaunti, cheti cha ndoa kwa waliooa au kuolewa, vyeti vya kuzaliwa vya watoto kwa walio na watoto, vyeti vya elimu vilivyothibitishwa pamoja na wasifu binafsi.